Tulivyo, tukafika hapo nje, nikamwambia sasa hivi hivi hivi, tulivyojaa vumbi, tunaingiaje kanisani? Akasema tunaenda hivyo hivyo. Na mabeseni tunaweka wapi? Tukaacha kwenye mti pale nje, nikaingia kanisani, nikasimama pale nyuma kidogo, lakini wazo likanijia, mimi ndio ninayeumwa, kwani nasimama nyuma? Kwani nimekuja wapi? Nimekuja kwenye madhabahu ili nikombowe, ili, ili nipone. Kwa nini nasimama nyuma? Mdogo mdogo nikaanza kujivuta, nikaja mbele, bila kumwambia mtu yoyote ninaumwa nini, bila kumwambia Baba kuwani ninaumwa nini. Lakini nilimwambia neno moja tu, nikaambia Baba kuwani, naomba uniombee, naye akanijibu neno moja, akaniambia kwamba nitakuombea, akani Amweke maisha yake marefu. Aliponiombea, maombi yalipoisha, tukarudi nyumbani. Tumefika pale mbele, naona tunaelekea mlimani, nikamwambia hivi, ninavoumu ninaasikia uchungu unanipeleka kunipitisha kwenye mlima mkali namna hii? Akaniambia, tutapumzika hata mara mia Akalitia tu moyo lakini nikajua ninateseka. Jamani, nilipandisha kule mlima hatukupumzika, sikusikia maumivu, sikusikia Tumefika nyumbani, nikaambia dada, una elfu moja na mia mbili hapa. Akasema ee ni naye, nikaambia naomba uagize Pepsi mbili za baridi, siingii ndani, nikae hapa nje nipunge upepo. Akazileta. Hmm, soda zetu tukanywa, tukafurahi, tukaenda kupumzika. Nikasubiri pale nitakapokuwa nimelala, labda nilivyokuwa nasikia yale maumivu yatarudi. Sikusikia mpaka leo hii mnavyoniona <tipa>